Kuna neno la Mungu inasema ukisoma Mathayo saba mstari wa saba kwamba ombeni, nanyi mtapewa, tafuteni, nanyi mtaona, bisheni, nanyi mtafunguliwa. Kuombewa na watumishi sio kitu kibaya, kuombewa na watumishi ni vizuri, ni muhimu sana, ni jambo jema sana, lakini kuna kujiombea wewe binafsi, wewe kama wewe, kwa sababu wewe unajijua binafsi, matatizo yako, shida zako, vitu unavyovihitaji unavijua kinaga ubaga kuliko mtumishi. Unajijua vyema vyema vizuri sana kuliko mtumishi. Yes, kuna umuhimu wa kuwekewa mikono na watumishi, lakini kuna umuhimu wa wewe kujiombea, kutenga muda wako maalum kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada, kutenga muda wako maalum kwa ajili ya kuomba wewe binafsi, maombi ya kwako binafsi. Mtumishi ana nafasi yake, lakini wewe kama wewe una nafasi yako. Kuna vitu havitakaa vitokee kama wewe hauombi kuna vitu havitakaa maishani mwako vitokee, hautakaa ukaviona kama wewe binafsi ya uombi. Yes, mtumishi jumapili anaweza akakuombea, pokea hiki, pokea hiki, akakuombea kuhusu kitu fulani, lakini wewe kama uombi hicho kitu, ndugu yangu, sahau kukiona. Unaweza ukakipata, lakini hakita dumu, kwa sababu kitu chochote ambacho umekipata madhabahuni kinalindwa na maombi. Wewe ni mhusika mkuu wa maisha yako. Mtumishi ana maisha yake, lakini wewe pia una maisha yako. Mtumishi anaombea vitu vyake, anakuombea na wewe lakini, wewe ikija kune swala la kwako, simama wewe binafsi. Mtumishi ana nafasi yake, ni kuhani wa Bwana, huyo ni Musa wako, anaweza ana, atakuvusha kutoka sehemu fulani kwenda sehemu fulani, lakini wewe binafsi jiombee, tenga muda omba. Tenga muda, mtafute Mungu. Tenga muda, mfanyie Mungu ibada. Tenga muda, funga mfungo. Sio lazima watangaze kanisani, wewe binafsi funga. Kuna maombi ya binafsi, fanya maombi binafsi. Ukisema una cha kuombea utakuwa unanidanganya. Una familia, una watoto, una ndoa, una biashara, una kusudi. Mungu amekuleta kwa ajili gani? Ombea hivyo vitu, ombea hata mtumishi wako, mwombee. Kwa hiyo ndio ni muhimu sana kuombewa na watumishi. Lakini ni muhimu zaidi wewe binafsi kujiombea. Kumtengea Mungu ibada yako binafsi, kujiombea maombi yako, unajua unachokipitia. Unajua shida ambazo unazo, unajua changamoto ambazo unazo, unajua changamoto za familia yako, unajua changamoto ya ndoa yako, unajua unataka nini? Unajua unataka nini? Yes, mwingine anaweza akasema nitaenda Jumapili, baadaye ni mtumishi tu akiniwekea mkono, kila kitu kimeisha. Sikatai, sipingani na wewe. Unaweza ukawekewa mkono, kila kitu kikaisha, lakini kikaanza tena. Ndio maana nimekwambia, chochote ambacho umekipata madhabauni kinalindwa na maombi. Wewe binafsi natakiwa uombe, kwa sababu awezi ukasema Mtumishi anaweza kakuombea usiku, anaweza kakuombea asubuhi? No, ana mambo mengi ya kufanya na ana watu wengi pia wa kuombea. Kwa hiyo wewe, kama wewe, tenga muda wako wa kujiombea, kuombea vitu vyako wewe, kama wewe, atumalizi ibada kwa kuenda kanisani Jumapili au zile ibada za katikati, kwamba wewe ukishatoka hapo basi ibada imeisha. Kila siku maisha yako yao ya ibada, kila siku maisha yako yao ya maombi. Neno la Mungu inasema adui yuko kama simba anazunguka zunguka, kama simba angurumaye anazunguka, anatafuta ni nani ameze. Kwa hiyo Unaweza ukapokea leo lakini kesho hicho kitu kikamezwa na adui kwa sababu hicho kitu hakina ulinzi. Umuhimu wa maombi, maombi ni ulinzi wetu sisi. Maombi ni nguvu zetu. Unapoomba wewe unapata nguvu za kiroho. Maombi ni moto. Omba, tumia neno, soma neno la Mungu, funga ni kwa faida yako mwenyewe. Sio kwa faida ya nani wala nani. Unapojiombea ni kwa faida yako mwenyewe. Uharibifu hautaingia kwako wewe, hata ukitaka kuingia, Mungu atakuonesha kupitia ndoto. Mwingine unaweza kuwa unaota vitu, lakini unaota vitu vingi ni vya muhimu, lakini hauombi. Omba, ombea hatima yako. Hatima yako ombea. Mungu akubariki sana. Hii ni Jaya Ministry. Usisahau ku like, ku comment, ku subscribe.